Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya pili ya mwaka 2025. Lesoni yetu katika robo hii inasema vidokezo, tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia katika juma hili tunaenda kuliangazia somo la tisa, somo linalosema katika zaburi sehemu ya pili. Kumbuka juma lililopita tulijifunza katika zaburi sehemu ya kwanza na tulikuwa na fungu la kukarili kutoka ufunuo sura ya 14 aya ya kwanza. Leo tunaenda kupata fungu la kukarili katika zaburi ya 67 aya ya 3 na ya 4. Neno la Mungu linasema, watu na wakushukuru, e Mungu, watu wote na wakushukuru mataifa na washangilie, naam waimbe kwa furaha, maana kwa haki utawahukumu watu na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Katika juma hili tutasoma Zaburi ya 46, Yeremia 4:23 hadi 26, Zaburi ya 47 aya kwanza hadi ya 4, Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:13 hadi 17 Zaburi ya 75, Ufunuo 14 aya 6 hadi ya 12. Kumbuka hii ni Sabato mchana Mei 24. Katika Zaburi sehemu ya pili. Tunapofikiria matukio ya mwisho, huwa tuna mwelekeo wa kujikita zaidi kwa wanyama na mamlaka za Ufunuo, na bila shaka vina wajibu au wa nafasi kubwa muhimu pia, vinginevyo Mungu asingeviweka katika Biblia ili sisi tuvielewe. Tazama Ufunuo sura ya kwanza ya tatu. Unabii hata hivyo, unashughulika pia na masuala muhimu yanayohusiana na dhambi na taabu, hukumu, vita kati ya wema na uovu, asili ya haki na udhalimu, mateso na zaidi. Zaburi pia inashughulika na masuala haya kwa kina sana, ikichunguza karibu kila hisia za wanadamu, kuanzia katika hali ngumu ya kukata tamaa hadi furaha isiyozuilika. Tunaona Israeli wakijiandaa kwa ajili ya vita dhidi ya nguvu za giza. Tunasoma kuhusu watu fulani wanaopambana na swali la kwa nini Mungu hashughulikii uovu mara moja na bila kuchelewa, swali ambalo bila shaka sisi sote tumewahi kujiuliza. Tunaelekezwa katika patakatifu ili kupata majibu, na pia kuna maombi yanayorudiwarudiwa kwa cheo cha Mungu kama Mwumbaji. Je, yeah, haya si masuala na maswali ambayo sisi, katika muktadha wetu leo, tunapambana nayo vile vile? Bila shaka ndiyo, kwa sababu tunaendelea kuchunguza Zaburi ili kujifunza zaidi kuhusu kweli hizi muhimu. Jifunze somo hili kwa maandalizi ya Sabato ya Mei 31. Jumapili, tutajifunza msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Jumatatu, tumaini katikati ya zahama. Jumanne chini ya miguu yake. Jumatano divai na damu. Alhamisi wokovu wako ujulikane. Ijumaa tafakari zaidi. Kumbuka hili ni somo la tisa linalosema katika Zaburi sehemu ya pili, na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili katika Sabato mchana. Tujiunge pamoja katika mada zinazofuata juma hili. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema.